Ndugu wasikilizaji, na ndugu watazamaji, niwakaribishe tena katika mada ya tatu. Mada hii inazungumzia haki za kijamii ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji, ukiangalia katika dunia leo, katika kila kona ya nchi utakuta kuna makundi mbalimbali ya watu wakidai haki eh, makundi mbalimbali kama makundi ya watoto, makundi ya wanawake, wengine wanaandamana hata barabarani wakidai haki. Na ukisikiliza vyombo vya habari mara nyingi utakuta kwamba ni vile vyombo vya kudai haki. Hasa nataka kwanza kabisa tuelewe haki ndugu Sibola unaweza ukatuelekeza nini maana ya haki asante sana kwa kada. Ni fursa za msingi anazostahili binadamu kwa heshima yake ya kuzaliwa au kuitwa binadamu, kwa sababu binadamu tunajua ana hadhi tofauti na viumbe kama mnyama kama kama kama mmea na nini. Ndio hadhi yake kama binadamu, ina vitu vya msingi ambavyo ni fursa kwake, kama vile kuishi, kwa mfano kama vile eh, chakula kama vile eh, malazi na kadhalika na kadhalika. Asante sana ndugu Sibola, kama alivyosema mwenzetu ndugu uh, mtazamaji na msikilizaji, tutazungumzia haki. Ni yale mambo ya msingi ambayo binadamu mara tu anapozaliwa anastahili kufanyai kuyapata na hizi haki zinaendelea mpaka kifo chake. Na hapo tunazungumzia habari ya haki, ni tofauti na haki zile za kisheria. Na haki za kisheria zinaanzia pale sheria inapotungwa na hatima yake ni pale sheria sheria inapofanyi napofutwa kuhusiana na, na habari ya jamii. Nini maana neno jamii? Jamii, uh, tunapozungumzia maana ya jamii, tunazungumza hali ya watu ambao wamekubaliana kuishi eneo moja, na katika kuishi hiyo eneo moja wakatengeneza desturi na mila zao, wakakubaliana kuishi katika hali hii, na ndio maana utakuja kugundua kwamba kuna leo pia kuna jamii ya wafugaji. Hao watu wamekubaliana kwamba sisi kama wafugaji tunaweza tukaishi hapa na tukatengeneza mambo yetu yakaenda. Kuna jamii ya wakulima na kadhalika, ili waweze kuishi katika sehemu hiyo kwa amani na kutengeneza mambo yao ambayo kwa mwana misako, mwana. Asante sana ndugu Nyamwelo. Ni kweli kabisa, jamii ni kundi la watu wanaoishi pamoja ambao wameunganishwa aidha kijiografia, lakini storia fulani, historia fulani ambayo inaunganisha pamoja, na hao watu wanakuwa wakishirikiana katika mambo tofautitofauti eh, eh, wakitambulishwa katika hasahasa utamaduni wao na mambo mengine ambayo yanaunganisha kama vile unasema kwamba Eh, jamii ya wafugaji ina maana jamii ya wafugaji imeunganishwa na swala lao la wafugaji. Lakini tunaangalia haki za kijamii, hebu uh, baba Roma unafikiri katika habari ya haki za kijamii hizi jamii ni kweli zinapata haki za kustahili? E, ni kweli hizi jamii zinapata haki, haki zinapata ukweli? Maanake kuna haki tunapata elimu wale wa jamii ya wafugaji wana maeneo yao ya kufugia na pia wale wavuvi pia na wakulima hivyo hivyo. Kwa hiyo haki wanazipata, manake wana wanafanya mambo yao kwa wanavyotaka. Nashukuru dada, uh, dada Rehema kwa maelezo yake kwamba kuna haki ambazo zinaonekana baadhi ya makundi kupata. Uh, kwa mfano ameelezea baadhi ya wafugaji kwamba wakati fulani wanatengewa uh, maeneo yao, lakini bado tutakuta kwamba kuna migogoro kati ya wafugaji na wakulima, migogoro ambayo tunakuwa tukiangalia, na yote ni kwa sababu ya kukosa nini, ile haki. Lakini bado kuna haki za watoto, tunaona bado kuna vilio mbalimbali watoto, bado uh, tunaona wanakandamizwa wakati fulani uh, Ndugu Sibera, uh, unafikiri kwa nini kwa nini kwa nini haki ipotee? Tunashuhudia migogoro mingi sana ambayo utaona makundi mbalimbali yanajitokeza kudai haki, maana hmm, e, yake ni kwamba huenda kuna changamoto kwenye kupata hizi haki, hmm, hmm, kama tulivyosema, kama kuna makundi mbalimbali ya kijamii so, hmm, utaona wanalalamika kwamba hawapati haki yao ya kuishi, ya kwa mfano hmm, eh, hmm, wanauawa hmm kwa sababu tu ya imani za hapa na pale, utaona kuna watoto labda wa, wa mitaani makundi wa hayo wanadai wa, wa, na, wa haki zao za kustahili kuishi sehemu nzuri na kupata huduma. Kwa hiyo hizi <coughs> haki pamoja na kwamba zipo hizi jamii zinastahili kupata, lakini kuna changamoto ya upatikanaji wa hizi haki. Inaweza ikawa ni kwa sababu za kiuchumi kwamba serikali zetu hazina fursa ya ya, ya, ya, ya, kuwezesha haya makundi yote kupata haki zao. E, kwa mfano tuzungumzie, kwa mfano tunahitaji ku tunastahili kutembea kwenye barabara nzuri e, kupata maji, kupata hospitali, lakini kuna maeneo ambayo unaweza ukaona hakuna hizo huduma kama za hospitali mm-hmm. Hakuna huduma za maji, hakuna mm huduma -hmm nzuri za barabara. Sasa sababu ya hizo changamoto zipo katika maeneo ma, ma, ma, ma mbalimbali wanda ya kiuchumi lakini eh, vile vile eh, migogoro eh, mbalimbali ya, ya, ya ya kitikadi na kadhalika na kadhalika. Nashukuru sana ndugu Sibola. Hata katika Bibilia hii ya, ya, ya, ya kuishi eh, ni tangu katika kizazi cha awali pale, utaona kwamba katika ile familia ya kwanza kabisa kuwepo duniani kati ya Adamu na nini na Hawa alijitokeza Kaini pale akamua ndugu yake, alimaana, alimkosesha yeye yake nini ya kuishi. Tangu hapo kumekuwa na eh, kukosekana kukosa kwa nini kwa haki zimaendelea eh, na madai ya, ya, ya, ya kutaka haki, ina maana yameendelea kwa mtu mmoja mmoja na kwa jamii kwa, kwa jumla, na kuna muda ambapo haki dunia nzima ilionekana ili inakandamizwa kupita maelezo, yani haki imepotea kabisa. Hii uh, ni kipindi cha vita ya pili ya dunia, ambayo vita ya pili ya dunia ilikuwa inaanza mwaka 1939 tarehe 1 Septemba, ndio ilikuwa inaanza hii vita na ikaja kukoma tena tarehe 2 mwezi wa 9 1945. Katika kipindi hiki ilionekana jamii nyingi zimekandamizwa, hasa jamii yenye lini... kipato cha nini cha chini na hasa, sisi wanizi, zi, kuh, hey, madame, hasa uh, mending, kama sisi huko Afrika kwamba jamii unyama wa kutisha ilionekana pale mambo mabaya ambayo binadamu anamtendea nini binadamu wenzake. Hasa baada ya hapo ndipo ambapo mwaka elfu moja mia tisa arobaini na tano, kutokana na jinsi unyama ulivyokuwa umepitiliza nambelea, mataifa mengi yalikusanyika pamoja, mataifa kama yapatao hamsini hivi yalikusanyika kwa mwanzo wa umoja ya nini wa, wa, wa, wa, wa mataifa ili kujadili kuwa tuwepo pe, na azimio la pamoja la kuzilinda haki za nini za binadamu ah, ambazo walipa jina kusema Universal Declaration of Human Rights. Katika tamko lao walisema kwamba Uh, watu wote wamezaliwa huru, watu wote wamezaliwa huru wakiwa na hadhi na haki sawa, wamejaliwa akili madamii na dhamiri na kupaswa kutembeana kwa roho ya kindugu. Hili ndio tamko lao, nimesema nchi karibu hamsini. Baada ya hapo nchi nyingi mbalimbali zikaanza kutengeneza mifumo yao kwa ajili ya kuzilinda hizi haki ili kuhakikisha kwamba mtu mmoja mmoja jamii mbalimbali zote zinaishi. Kwa nini? Kwa kwa, kwa mfumo huo wa kupata haki kwa ajili ya kujaliana. Lakini hebu tuangalie kwa hapa nchini kwetu eh, Tanzania. Tukiangalia makundi mbalimbali, je, haki inaonekana? Dada Lema, hebu tuambie katika nchi ya Tanzania haki makundi mbalimbali zinaonekana mm. Japo japo yani japo haijatimia yani, sana kivile, lakini haki inaonekana mm. Haki inaonekana na huduma mbalimbali zinaonekana ambazo zimetendeka, ndio kama hivyo, yani watu wana, wanapata sawa haki, lakini sio sio yani sio, sana kivile mm. lakini haki ipo. Okay. Nashukuru. haki ipo. Haki zipo kivipi? Uh, sasa hivi uh, uh, Uh, serikali yetu imetoa elimu kwa kila mtu tena bure, na elimu tunajua ni haki ya kupata, lakini pia kuna haki ya kuishi ambayo taifa uh, linajitahidi lina sana katika kulinda haki, ha ha ha haki ya kuishi. Kuna haki ya kuabudu. Kuabudu tunaabudu eh, tu, tu, tu, tu, tunaabudu. Taifa letu bahati nzuri limetupatia haki hiyo, kwa hiyo tunaabudu kwa usalama kabisa bila shida yoyote ile. Pamoja na hayo kwamba kuna hizi haki lakini bado eh, kuna kuna kuna changamoto zake, kama alivyosema pale, utakuta labda makundi kadhaa sasa hivi unaweza ukaangalia labda makundi ya watoto uh, wanabakwa uh, kulawitiwa. Mwaka elfu mbili na moja iliunda eh, tume ya nini ya, ya, ya ya haki za binadamu utawala, na utawala bora, yote hii ni kuhakikisha kwamba M, m, m, kila mtu katika taifa letu anapata haki nini, haki stahiki, kila mtu katika taifa letu, lakini hata makundi mbalimbali ya kijamii kwamba yanapata haki zake. Kwa hiyo tume ya utawala bora ipo kwa ajili ya kuangalia kwamba haki za kila mtu, haki za makundi mbalimbali katika jamii zinafai, zinalindwa na bahati nzuri hizi haki za makundi ya jamii haki za binadamu zimeingizwa hata katika katiba yetu ya taifa ye, letu. Kwa hiyo tunashukuru Mungu kwa upande fulani kwamba zipo, pamoja na kwamba hatujafikia kile kiwango ambacho kinafaa kinastahili. Hebu kaka ne nafikiri tutafika sehemu dunia nzima ikawa na haki, uh, toka dhambi ilipoanza mm. Ile tu dhambi baada ya Adam, Adam na Hawa kula lile tunda mm hiyo ilikuja kutuleta usawa kama ambavyo Mungu alivyoomba alivyotarajia kwamba ingekuwa hivyo mm. na kwa namna hiyo tunaweza tukasema kama haitoweza kuja kutokea kwa dunia nzima, kwamba haki hiyo sawa kwa kila kitu yaani kwamba itikie kila mwanadamu. Sasa aseme mimi haki inayohitaji nafanyeje? Kwa sababu kuna haki zingine ambazo hizo ni matokeo ya dhambi, kwa hiyo hiyo haitokuja kutokea lakini kwetu sisi hapa Tanzania tuna tunaona kwa asilimia kadhaa haki na kuwepo kwa hiyo, hizo zote ni changamoto ambazo toka dhambi ilipoanza, tutaweza kufikia mahala ambapo sasa tutasema sasa kila mtu atapata haki hiyo, labda tutakuja kuipata tukiwa mbinguni haki. Ukiangalia Mungu alitoa haki kwa kila mwanadamu, na ndio maana ukiangalia toka alivyomuumba Adam na Hawa aliwapatia uwezo wao wa kuchagua kile wanachokitaka hmm. Hiyo hmm. ilikuwa ni haki aliyowapatia hmm. Lakini walipo walipofikia hatua sasa, wakashindwa kufanya kile ambacho Mungu alichofanya. Unaona hmm. kabisa, haki inakuwa hmm. inatoe. Amesema haya ni matokeo ya dhambi, matokeo ya dhambi, na bado tuko katika dunia ya dhambi. Lakini ndugu Sibola, unafikiri tufanye nini ili mimi uh, na wewe tunaishi katika hali ambayo kidogo ya kuona ya, ya, ya, tuna tunatenda tuna, tuna tuna haki tufanye nini kamili kwamba bado tuko katika dunia ya dhambi. Asante sana, si uh, sisi kama wa Kristo, uh, kila cha capokewe ni Yesu mwenyewe, tunapaswa kuishi kama kama alivyotuelekeza yeye mwenyewe tunapaswa kuishi katika dunia hii kwa kuwatendea wema binadamu wenzetu. Lazima tutende wema, na ndiyo jukumu tulilopewa la kuwapenda binadamu wengine wenzetu huo ndio wajibu wetu kama kanisa, kuihudumia jamii. Kwa hiyo tunapaswa ku... Na, na, na uzuri mmoja ni kwamba mojawapo ya wa wito wa kanisa letu ni kuhudumia jamii. Tunaona kanisa na program mbalimbali hata kupitia idara zetu za vijana eh, kama matembe ya huruma kwenda kuwajali watu wengine wenye shida, ndio eh, wito wetu. Kwa hiyo sisi tutaendelea kuishi katika kiolezo hicho hicho cha kuhudumia watu wenye shida, kuwajali kama vile Kristo alivyofanya na Ma... Kristo mwenyewe alisema ya kwamba tutaendelea kuishi katika hii dunia na sio kwamba kwa sisi kuwa Kristo tutaepuka matatizo mbalimbali ambayo yapo katika dunia hii, katika zake, hii. Akini, sema, kamba, na changamoto zake tutaendelea kuishi hivyo hivyo, lakini ipo tumaini kama alivyosema ndugu yetu Nyamwero pale kwamba hatima ya haya yote ni marejeo ya Yesu Kristo. Tunazungumzia haki haitawezekana haki kupatikana katika makundi yote. Tutapata changamoto mbalimbali kwa sababu ya ya, ya dhambi, kwa sababu ya asili ya dhambi ya dunia ya, jinsi ya, hivyo. Lakini tunapaswa suishi kwa tumaini ya kwamba ipo haki ya milele ambayo itapatikana pale mm. Yesu atakapo Nashukuru sana ndugu Sibola, ni kweli changamoto zitaendelea kuwepo kwa sababu bado tuko katika dunia nini ya dhambi, lakini nikijaribu kutafakari kabisa ni kwamba mwasisi wa haki mwenyewe ni nani? Mungu. Mungu hata katika kitabu cha Mwanzo moja mstari ishirini na sita anazungumzia kwamba natufanye mtu kwa mfano ni nini wetu, ina maana sisi wote hapa tuko mfano ni wa nini wa Mungu pasina kujali makundi tofauti katika jamii pas lazima kujali rangi, wote sisi ni wamoja, ni mfano wa Mungu. Lakini sikesho tu bado, Mungu alitupatia sheria zake ambazo tungezifuata zile sheria, ina maana tungeishi katika nini haki. Eh, ukiangalia katika sheria kumi ama amri kumi zile za Mungu, eh, amri ya kwanza na nne inahusia inaonyesha mahusiano yetu na nani na Mungu, lakini sita mpaka kumi pale zinaonyesha mahusiano yetu sisi kama binadamu kama jamii, kwa kama tungeishi kwa kufuata zile sheria za Mungu, manake eh, haki ingetendeka na nilikuwa nikiangalia hata tamko lao haya, ndugu, katika ile Umoja wa Mataifa wanasema binadamu wote tulizaliwa nini, tukiwa huru tukiwa sawa na tuna haki ya kutembea na nini, kama ndugu. Sasa ukiangalia hili, inatuejewa katika mpango wa Mungu kwamba sisi wote ni ndugu na tunatakiwa, na zaidi ya hapo, sasa tupendane. Sasa inabaki kwa mtu mmoja mmoja, mimi na wewe. Ukisoma katika kitabu cha Tito mbili mstari wa saba, anasema katika mambo yote, ukijionyesha wewe mwenyewe kuwa kielelezo cha matendo mema, na katika mafundisho yako ukionyesha usahihi na ustahimivu, kwamba kila mmoja wetu mimi na wewe na hata wewe ndugu msikilizaji, tukijitahidi kujionyesha kwa matendo nini mema, kwamba twe kielelezo cha matendo mema, kama tukifanya hivyo, basi tutajali haki ya nini ya mwingine, tutajali haki ya jamii zingine. Lakini tukiangalia mfano wa Yesu mwenyewe alivyokuja, maana Yesu ndio kielezo chetu kikubwa. Alipokuja hapa duniani, alijali makundi yote, hakubagua hata moja, alijali haki ya kila kundi, na yeye ndio kielezo chetu. Lakini mwisho wa siku, kama tuliyosema, hii hali itaendelea mpaka Yesu atakaporudi, na ndio maana kuna andiko linasema, mwenye kuhurumu vile kwa hivi kwa, lakini mwenye haki azidi kwa kutenda haki haji. Kwa hivyo, kusii mpenzi msikilizaji na kusii mpenzi mtazamaji kwamba tuwe katika kundi la wale ambao watakuwa watenda nini haki, mpaka Yesu atakapo ili hata atakapokuja, na kwa pamoja kuungana naye katika nchi ambayo ametuandalia, ambayo ndani yake sasa haki inafanya nini inatawala katika kule. Hatutasikia tena vilio, hatutasikia tena watu wanaandamana wana, wana, wana kwa ajili ya nini ya haki, kwa sababu Yesu mwenyewe ndiye atakuwa mtawala, haki mtawala na haki itakuwa inatawala katika hiyo. Kwa hiyo nakusihi sana mpenzi msikilizaji na mpenzi mtazamaji takatifu ambayo yanatuongoza namna gani tunatakiwa tuishi hapa duniani, lakini pia akituandaa katika nchi ile ambayo Mungu ameenda kutuandalia. Mungu abariki sana katika habari ya leo. Basi tunapohitimisha katika mada hizi, ninaomba mkaribishe ndugu Nyamwelo utufungie kwa ombi. Basi, tuombe. Tunapohitimisha mjadala wetu, Baba yetu na rafiki yetu wa mbinguni, tunakushukuru katika masaa haya imetuwezesha kwa ajili ya kujadili mada mbalimbali tulizozijadili hapa na tukazihitimisha. Tunakushukuru wewe Bwana kwa jinsi ambavyo umetuwezesha tulizojadili mada hizo ambazo zinahusu jamii katika wanadamu wote, kiwemo ndoa na hata haki zao pia. Lakini Mungu, katika yote tuliyozungumza, tumeona kwa namna gani ambapo changamoto zipo katika jamii zetu na wakati mwingine wapo watu ambao wamelia kwa sababu tu hawajapata kila ambacho walikusudia kukipata, lakini yote yote tunaona kwamba Bwana ilitokea kutokana na jinsi ambavyo dhambi tu ilipoingia hapa duniani, na hayo yote yakoweza kutokea sasa Bwana katika yetu tuliyozungumza, tunatambua ya kwamba lipo tumaini mbele yetu, ambalo katika hayo mwisho wa siku na mwisho wa dunia jinsi itakavyoenda, Bwana tumeahidi kuja kutuchukua na shida zote zitakuwa zimekoma. Naamini kwamba utakuwa utatusaidia sote kujadili mada hii na hata wale wasikilizaji wetu waliosikia na kuona jinsi ambavyo tumeweza kujadili mada hizi pa Bwana ziwapo tumaini ya kwamba hapa duniani haki yaweza kukosekana, lakini mbinguni haki ipo iliyojaa kwa jinsi ambavyo Bwana umetuahidi. Tumeomba kwamba Bwana utusaidie katika yote hayo kupitia pendo na jina la mwana Yesu Kristo, tumeomba na kushukuru amini.